Ah, uh, salamu alaykum. Uh, Hassan mwana wa Ali hapa. Tumemaliza bahari ya elimu, sasa tunapumzika kabla ya kwenda kuswali. Ah, uh, nikiwa na rafiki yangu hapa, eh, Abdalla Taita Sakwa. Anairekodi video ni Ali Gatanga. Kwa hivyo hawa watu watatu tayari tupo kwenye orodha ya mwaliko wa sikukuu ya Eid. Tunasaidiana na Mwalimu Sakwa, mm, kuandaa orodha. Maanake sitaki lawama la wama pekee yangu. <laughs> <laughs> eh, Taka <laughs> Gatanga na uh, Abdalla. Usi. Nawe medela, na we baada ya Ramadhani si kwamba umekuja tu mfungo teni daku. Sasa tutahitaji watu mia yeah, na nimemtoa laki Eliano, muhimu huyo huyo eh, sababu ambazo kuna mienendo hey, mm. tumemtoa pia Steven ha, <laughs> alikuwa amejiita Ramadhan yeah, lakini kuna picha tumetumiwa jana akiwa si nzuri, na bakuli la uji, bakuli la supu na sufuria na maharage. Mtu mmoja huwezi ukala mitu kama hivyo peke yako eh, eh. So, nimeweka wala bin wala eh, huyo sawa ah, mzee wetu lazima eh, Abubakar. Italwa wewe, acha tuangalie huyo, tunaweza weke eh. Asante wewe, weka huyo. Mwenendo yake pia kuna kuna shaka shaka kwamba ameonekana mchana kila Tom Kings baraza. Huyo hata usimtaje, nimtoe Tom Kings. Ah, lakini tunaweza mhurumia ah. Ah, hapa si maswala ya hisia oh, hapa ni maswala ya ukweli. Ukweli na wajibu. Na weka huyu, sababu tumeweka story Weka utomkins labda, haya yeah. tuongeze nani marake tunaangalia marake sisi, tunachokifanya tayari, watu 100 wapo yeah. Wengine kuna wale ambao tu... wanajua tayari mwatumia ujumbe yeah. Lakini hapa tunadondosha eh yeah. yeah. manake pia uchumi hauruhusu hata <laughs> tuketamani muwe wengi zaidi, lakini kwa sababu yeah. nauli nini uli mimi, mimi, mimi. <laughs> na chakula tena uje ule ah, ah, ah, ah uli, yeah. bahala, na kama una nauli unaweza ukaya eh yeah. mm. watoto wa kike hmm. Mm, wajua sasa nini? sisi madume tunakakija mtoto kike ni mama watoto atawashughulikia nayo sasa oh, eh, orodha oh, eh, ndefu nimemweka mm. Tom Nyambeka. Uh, e tumemweka Tom Nyambeka Mathias Momani. Unaweza uh, e kumweka. Uh, uko sawa. Uyu msiko yo sumba. Eh, huyo mtu mungwana. Msimtoe. Eh, msimtoe. Mm. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa toro. Kaeni standby. Eh, eh kwenye. Lakini na hao kwa sasa. Eh. Very right. Mm. Lakini na kwanza Steve. Ai hata wagaribu sherehe. Ukienda kwenye YouTube Kauleni TV ama ukurasa wangu wa Facebook Hassan Mwana Ali with the blue tick ama hata TikTok Ali Kauleni. Mm. Eh, na X pia Ali Kauleni. Utaweka pia kwenye Mwalimu Sakwa mm, ukurasa wake. Na na huyu bwana nani huyu, andovate andovate ndovata, atakuja kweli? Weka tu jina lake, ndio lijaze a wengine waseme, no, let let's be sure, atuweke, tunadondosha, tuna weke weke weke and vati. Vati. Baki mtu mngwana mm. baki na mm. kwa wanahabari Roger's, chitemi huko ah ah, okay. Roger's, hapana nimtoe Roger, si mimi ni kaumu, tumekaa yeah, tukubaliana. Roger, stop piga mkasi <laughs> <laughs> Eh, maanake hapa ni masuala ya maadili na mlo eh, nataka watu wale mpaka shibe, huyu Malanda abaki <laughs> Malanda abaki Malanda. Malanda. Malanda. Malanda. Malanda. Yeah. Uh -huh. Nafikiria sana just mm. jaspendim Kundimu wakiwa wamenyamaza. Unajua kuna watu wanajitokeza tokeza wanakujulia hali, hata tu kuniambia mfungo mwema, hakuhusika mm. Jasper Toa. <laughs> kupenda kwetu Jasper ni kazi tu, ni kazi Jasper. Tunakupenda baba. Mambo mengine tutashirikiana huko mbele na Walter. Ah, atakuwa kazini tungependa aje, lakini atakuwa kazini. Oh. atakuwa <laughs> anatangaza Andanje yupo ametoa tende nyingi sana wakati wa Ramadhani na shekhe wetu Hassan Omar kinywa yupo yupo. Eh nani uya Rocho, maana tukiweka Rocho inamaanisha watu watano tutawandoa kwenye orodha. Una maana tujazie, wewe ni mtu mzima, kwa hiyo tuamue kafara watu watano kwa faida ya Rocho ama Rocho kwa faida watu watano, wewe <laughs> unamwaje nafu watu watano waje, sababu hizo ni baraka eh yeah. <laughs> Rocho tatusame <laughs> tunakupenda ndio, lakini lakini hali imekata, hali si hali <laughs> hali itakuwa sawa eh, huko mbele kuna Hussein Mohamed kutoka eh, shirikisho la FKF. Ehe, yeah. nimeona Hassan Juma, oh rafiki yangu ehe, yeah. Huyo tunamwacha Salasi <laughs> Apike eh. Apike tungemwalika lakini vyakula vya Kiislamu eh. Yeah. ya yeah, viruhusu pombe wala eh, kemikali oh. Eh, mi mioshi mioshi unasema tu tululu. Sasa manake watu wanakula wataanza kucheka cheka, hii kauli bwana taribia watu appetite, kwa hiyo <laughs> a Geoffrey, Mungu mkuu wa idhaa Mweka, uh, mashume, mwakideo mbaru kuna mbili ndio yeah. Yeah, hali kwa hiyo ya. Ni part one ya orodha yetu, tutazidi kuangalia. Kwa hiyo wewe endelea kufuatilia hii mitandao na kutia dua yeah, ito, ito, ito. Na hata kama utopatikana Mungu akipenda saumu ya mwaka ujao hey, yeah, tukifunga inshallah na yeah. Uwepo hai tutakualika na usione ubaya, maanake pia wewe hukunialika. Umeelewa huku <laughs> <Wewe>, nialika, tusizoeane <laughs>